Kwenye mtaa uliosaulika na dunia, aliishi kijana aliyepambana na njaa, dharau na giza. Lakini siku moja, kifaa cha umeme kilichovunjika kilimpa mwanga wa maisha mapya. Hii ni safari ya Arafat, mtoto wa mtaa aliyewasha ndoto zake mwenyewe mpaka kuwa fundi anayetangaza mwanga kwa wengine. Karibu kwenye simulizi ambayo haitokuacha kama ulivyoingia. Katika kona ya jiji lililojaa makelele yasiyoisha kulikuwepo mtaa uliotambulika kama Ukombozi. Majina huwa yana ndoto zake, lakini hapa ndoto hizo zilikuwa zimefunikwa na vumbi la barabara, moshi wa magari na pumzi ya watu waliokata tamaa. Ndani ya mkorogo huo aliishi kijana mmoja mdogo, Arafat. Maisha hayakumpa utangulizi wa sherehe. Alikulia kwenye banda lililojengwa kwa mabati yaliyowashwa na jua hadi yakawa kama tanuri. Mtaa ulimlea kwa mikono miwili, mkono mmoja wenye ukatili, mwingine wenye mafunzo ya upole. Alafati alipoteza wazazi akiwa na umri ambao watoto huwa bado anachora majani kwa rangi za wax. Hakukumbuka sura zao vizuri, alikumbuka tu harufu ya sabuni ya maua ya mama na sauti ya baba alipomwimbia kabla ya kulala. Baada ya kuwazika, majirani walimlea kwa zamu, lakini hakuna aliyekuwa na uwezo wa kumhudumia zaidi ya kumpa cha kutafuna na mahali pa kulala. Alizoea kukusanya makopo, plastiki na chupa za maji. Hiyo ndo ilikuwa shule yake ya kwanza, kujifunza thamani ya kitu ambacho dunia imetupa. Kila kopo alilolipeleka kwa wanunuzi wa chuma kililia kama kengele ndogo ya matumaini. Mwaka wa maumivu makali. Alipofikisha miaka kumi na nne, mtaa ulimtikisa zaidi. Kazi za kubeba mizigo zilimchusha mgongo, na mara nyingi alikumbana na kejeli kutoka kwa watu waliomzidi kila kitu. Wakati mwingine Watoto wenzake walimcheka aliposema anataka kuwa fundi wa umeme. Mmoja alimwambia, wewe mtoto wa mtaa, hizo ni ndoto za kuota ukiwa na njaa. Lakini njaa ya Arafat haikuwa ya chakula pekee. Alikuwa na njaa ya kuthibitisha kuwa thamani ya mtu haipimwi kwa wapi alikotoka, bali kile anachojaribu kufikia. Kulikuwa na siku moja ya mvua ambayo ilibadilisha maisha yake. Alikuwa amekaa chini ya dari la kupangia samaki sokoni akitetemeka kwa baridi. Mzee mmoja aliyekuwa amebeba maboksi alimpa mkononi kifaa cha umeme kilichoharibika akisema, hiki kitu kikinifanyia kazi leo nitakulipa vizuri. Hakukijua vizuri, lakini alikuwa amewahi kuona mafundi wakitenga waya kwa makini kama wanachora ramani ya umeme. Alikifungua kwa ujasiri uliochanganyika na hofu, akafanya jaribio la kwanza Likawaka. Mzee alishangaa. Tangu siku hiyo uvumi ulienea kimya kimya, kuna mtoto sokoni anajua vitu vya umeme. Arafat akawa na karabati vitu vidogo, pasi za umeme, tochi za betri, chaja zilizovunjika. Haikuwa pesa nyingi, lakini ilikuwa mwanzo wa maisha yanayofunguka kama ua lililosubiri mvua. Kile kile kidogo alichopata alianza kukiweka akiba kwenye kopo la rangi lililokuwa limefifia. Aliamini siku moja angejiunga na kozi ya ufundi, hata kama hakujua itagharimu kiasi gani. Akapata nafasi kwenye karakana ya Mzee Rashidi, fundi mkongwe aliyekuwa na tabia ya kuzungumza kidogo, lakini macho yake yalikuwa makini kama tai inayotafuta makosa. Alimpa Arafat kazi ya kufagia na kupangilia zana. Arafat hakukasirika, alijua kila kazi na mlango wa siri. Alizingatia kila hatua ya mafundi waliokarafua redio na friji akahifadhi kila mbinu kama vile moyo wake ulikuwa maktaba isiyochoka. Mzee Rashidi alimwona sio kwa macho bali kwa bidii yake. Siku moja alipomwambia, we kijana, una akili ya nyota, Arafati alihisi kama dunia imempa tiketi ya safari aliyoiombea kwa muda mrefu. Kupitia msaada wa shirika la kijamii lililofanya ziara mtaani, Arafati akapata ufadhili mdogo wa kuhudhuria kozi ya ufundi wa umeme na vifaa vidogo alikuwa akitembea kilomita kadhaa kila siku kwenda shule ya ufundi lakini hakuwahi kulalamika. Akili yake ilikuwa imewaka moto na hamasa yake ilikuwa injini mpya inayonguruma bila kupumzika. Alifanikiwa kuwa mwanafunzi bora, sio kwa sababu alikuwa na vifaa bora, bali kwa sababu muda wote alikuwa tayari kushindwa na kujaribu tena bila aibu. Safari ya kazi. Ya kazi baada ya mafunzo, Alipata nafasi ya majaribio kwenye kampuni ndogo ya vifaa vya umeme. Humo alijifunza kanuni za kitaalamu, kufuata viwango na kukabiliana na wateja wanaotaka kazi bora bila ubabaishaji. Miaka miwili baadaye, akawa fundi aliyekubalika, anayejulikana kwa kutengeneza vitu vilivyotumiwa kuanzia majumbani hadi kwenye maeneo ya biashara. Alipopata mtaji alifungua karakana yake ndogo ndani ya kontena lililobadilishwa kuwa ofisi. Hako ndipo alipoandika kwenye kibao kwa herufi za mkono, karakana ya mwanga Arafat fundi Arafat. Hakusahau alikotoka, alianza kutoa mafunzo kwa watoto wa mtaani. Aliwafundisha kutumia vifaa vya umeme bila uoga na kuwahimiza kushika ndoto zao kama kitu adimu. dimu kila alipowaona wakifurahia kuwasha balbu iliyokufa alikumbuka siku yake ile ya mvua alipovunja kifaa cha kwanza. Wataalamu kutoka wilayani walikuja kushangaa karakana iliyozaa vipaji vipya. Alikuwa sio fundi tu, bali mwanga kwa wengine. Miaka ikapita na Arafati akawa tajiri wa maarifa, si wa majengo marefu. Alinunua viunga vidogo vya nyumba kwa ajili ya watoto yatima wa mtaani aliokuwa akisaidia. Alifanya kazi na mashirika mbalimbali mbali, ili kusukuma elimu ya ufundi iwe rahisi kufikiwa na vijana na usiku wa mara ya kwanza alipofunga karakana yake mpya yenye mwanga mkali uliotoka kwenye neon ya bluu, alivuta pumzi ndefu, aliangalia anga na kusema kimoyomoyoni, sikuwasha taa ili nionekane, bali kuwapa wengine mwanga wa kupita. Kwa mara ya kwanza, dunia ilionekana sio adui, bali jukwaa ambalo hatimaye lilimsikiliza.